Sisi hatukamati, sidhani kama kuna taarifa iliyotoka kwamba tumekamata kuhusiana na maandamano. Hawa vijana walioshitakiwa ukamataji uwa... <coughs> kwa kwa uliofanyika na ao ni kwa mujibu wa hati ya mashtaka uh-huh. Kwa waliokamatwa wamekamatwa kwa ajili ya uhalifu, sio kwa ajili ya maandamano. E, na nadhani kwa sawali zilizotokea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 Video ziko nyingi mwanake. Kwa hiyo kwa hiyo nikikuunganishia video za sehemu yoyote ninapoamua mimi kutoa mm, kwa mlengo wangu, kwa hiyo wewe utakubali. Kwa hiyo unadhani? Sisi tuliwahi kuwa na video, tuliwahi kuwa na video zikionyesha jinsi Kalenda Bridge watu ambavyo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 kuna taarifa iliyotoka kwamba tumekamata kuhusiana na maandamano. Hawa vijana walioshtakiwa kwa ukamataji, ukamataji uliofanyika na hao, ni kwa mujibu wa hati ya mashtaka, uh -huh. kwa waliokamatwa wamekamatwa kwa ajili ya uhalifu, sio kwa ajili ya maandamano e, na nadhani kwa sawali zilizotokea na zilizotolewa na wewe, kama ulikuwa unafuatilia kwa karibu e, sisi tulikuwa tunashughulika na wahalifu